DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi ikikutangazia moja kwa moja kutoka mjini Bon hapa Ujerumani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW. Imetimia saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki, na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Angela Mdungu, DW. Habari za Ulimwengu, msomaji wako asubuhi hii ni mimi Idi Sesanga, na kwanza ni muhtasari wake. Marekani na Urusi zakamilisha mazungumzo kuhusu kusitisha vita katika Bahari Nyeusi. Israeli yakosolewa kwa mipango yake ya kuwashinikiza Wapalestina kuondoka Gaza kwa kile inachokitaja kuwa hiari na UN yasema inahitaji ufadhili zaidi kuwalisha wakimbizi wa Kongo walioko nchini Burundi. Habari kamili riadhi. Maafisa wa Marekani na Urusi wamekamilisha mazungumzo ya siku moja jana Jumatatu wakiangazia pendekezo la mapatano ya kusitisha vita baharini kati ya Kiev na Moscow, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kidiplomasia zinazonuiwa kuchangia mazungumzo mapana ya amani. Lakini hata wakati wa mazungumzo hayo yakiendelea nchini Saudi Arabia, ambapo ujumbe wa Ukraine ulikuwepo, kombora la Urusi lilipiga shule na hospitali nchini Ukraine na kujeruhi watu wasiopungua wa 88. Mazungumzo hayo yalilenga makubaliano ya, ya kusitisha mapigano katika bahari Nyeusi, na baadhi ya taarifa zilisema kulikuwa na hatua zilizopigwa na kulitarajiwa kutolewa tangazo chanya hivi karibuni. Wiki iliyopita Urusi ilikataa mapendekezo ya Trump ya kusitisha vita kabisa kwa siku thelathini, ikikubali tu mapatano ya kutoshambulia miundombinu ya nishati. Mazungumzo hayo pia yamejadili masuala ya mipaka na umiliki wa mitambo ya umeme kulingana na rais wa Marekani Donald Trump. Tel Aviv. Mpango wa Israeli wa kuanzisha mamlaka mpya ya kuwezesha kuondolewa kwa hiari kwa Wapalestina kutoka Gaza umekosolewa vikali na wanaharakati wa Israeli, Ujerumani na Jordan. Mpango huo uliothibitishwa na maafisa wa Israeli unafuatia pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump la kuhamisha wakazi wa Gaza lililopingwa vikali na mataifa mengi ya Kiarabu. Ujerumani na Jordan zimeutaja mpango huo kuwa ukiukaji wa sheria za kimataifa na uhamishaji wa watu wa lazima. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umetangaza kuondoa sehemu ya wafanyakazi wake kutoka Gaza kutokana na wasiwasi wa kiusalama baada ya shambulio dhidi ya wafanyakazi hao huku kundi la Hamas likitoa video inayowaonyesha mateka wawili wa Israeli inaowashikilia. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kuelezea wasiwasi kuhusu vurugu zinazoendelea na janga la kibinadamu Gaza, huku umoja wa mataifa na nchi mbalimbali wakitoa wa wito wa uchunguzi wa haraka na kusitishwa kwa hatua zinazoweza kuongeza mzozo huo. Washington. Maafisa wa juu wa utawala wa Trump wameripotiwa kuvujisha kimakosa taarifa za mipango ya siri ya kivita katika grupu la mazungumzo la Signal ambalo lilijumuisha mwandishi wa habari kabla ya Marekani kuanzisha mashambulizi dhidi ya Wahuthi nchini Yemen. Grupu hilo la Signal lililojumuisha maafisa wa juu kama mshauri wa usalama wa taifa Mike Walls na wengine, lilijadili maelezo ya kiutendaji kuhusu mashambulizi dhidi ya Wahuthi na maoni yenye utata kutoka kwa waziri wa ulinzi Pete Hegseth kuhusu washirika wa Marekani wa Ulaya. Ingawa Hegseth ame kanusha kuvujisha mipango ya vita. Tukio hili limeibua wasiwasi kuhusu uvujaji, uvunjaji wa sheria za shirikisho zinazohusu taarifa za siri na uhifadhi wa rekodi. Hata hivyo, rais Donald Trump amesema hana taarifa kuhusu uvujishaji huo na kusema ana imani kubwa na timu yake ya usalama. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Nairobi. Shirika la chakula duniani WFP limesema kuwa linahitaji kwa haraka dola milioni 19.8 ili kuwapatia chakula wakimbizi laki moja na elfu ishirini waliokimbilia Burundi kutoka jamhuri ya kidemokrasi ya Congo, kutokana na mzozo unaoendelea. WFP imesema tangu Januari watu elfu sabini wamekimbilia Burundi baada ya waasi wa M23 kuteka maeneo makubwa mashariki mwa DRC. Hii imeongeza idadi ya wahitaji wa msaada wa chakula kutoka WFP kufikia hadi laki moja na ishirini. Dragic Pajevich, naibu mkurugenzi wa kanda wa WFP kwa Afrika Mashariki, alisema wakimbizi wanaowasili kila siku, baadhi wakiwa na mizigo yao mikononi na wengine wakiwa na mavazi tu. Aliongeza kuwa ingawa wanashukuru kwa ufadhili waliopokea hadi sasa, hautoshelezi, na rasilimali zilizopo zimepitiliza uwezo wake na wanajikuta wakilazimika kubadilisha operesheni zao na kupunguza mgao wa chakula. WFP imesema kuwa bila ufadhili wa ziada italazimika kusitisha msaada wa chakula katika ifikapo mwezi Julai. Umoja wa Mataifa, afisa wa juu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Nicolas Haysom, amesema nchi hiyo inakaribia kutumbukia tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe, akilalamikia hatua ya serikali kusitisha ghafla juhudi za amani za hivi karibuni, Haysom amesema juhudi za kimataifa za kutafuta suluhu zinaweza kufanikiwa tu ikiwa Rais Salva Kiir na mpinzani wake Riek Machar wataweka maslahi ya watu wao mbele. Mkuu huyo wa ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini pia amekemea shambulio lisilo la huruma dhidi ya raia kufuatia kuongezeka kwa vurugu kati ya majeshi yanayoshirikiana na viongozi nchi hiyo, jambo linalohatarisha makubaliano dhaifu ya kugawana madaraka. Mapigano yamekuwa yakitokea kwa wiki kadhaa katika wilaya ya Nasir kati ya majeshi ya shirikisho yanayomtii rais Kiir na kundi la White Army linaloshukiwa kushirikiana na Machar, huku akionya kuwa hali ya kisiasa inazidi kuzorota na vita vime, vinaweza kurudi. Istanbul. Mamlaka nchini Uturuki zimewakamata waandishi kadhaa wa habari siku, juma, siku ya Jumatatu kama sehemu ya shinikizo dhidi ya maandamano yaliyobuka baada ya kumshikilia meya wa Istanbul Ekrem Imamoglu, ambaye ni mpinzani mkuu wa Rais Recep Tayyip Erdogan. Imamoglu alikamatwa kwa mashtaka ya rushwa, hatua iliyozusha maandamano makubwa ambapo zaidi ya watu elfu moja wamekamatwa hadi sasa. Maandamano hayo ambayo kwa sehemu kubwa yalikuwa ya amani yamegeuka kuwa makabiliano na polisi, ambapo walitumia gesi ya machozi na maji ya kuwasha ili kudhibiti uandamanaji. Kukamatwa kwa Imamoglu kunachukuliwa kama hatua ya kisiasa yenye lengo la kumzuia kuwania urais mwaka elfu mbili na ishirini na nane. Wakati huo Edoan amewashutumu viongozi wa upinzani kwa kuvuruga utulivu wa umma na kuahidi kuwawajibisha kisiasa na kisheria kwa maandamano hayo. sao Paulo, serikali ya Brazil imeomba radhi rasmi familia za waathirika wa utawala wa kijeshi ambao mabaki yao yanaweza kuwa miongoni mwa yale yaliyogundulika katika kaburi la siri miaka 35 iliyopita. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.